Msigwa akizungumza na chombo hiki cha habari amesema kulingana na jitihada kubwa ambazo zimefanywa na Dokta Samia Suluhu Hassani kwenye sekta ya madini, ametoa wito kwa wachimbaji wote kwenda kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe ishirini na tisa kwenda kumpigia kura za kishindo Dokta Samia Suluhu Hassani, lakini pili kwenda kuwapigia wabunge na madiwani. Naitwa Aidan ni Andrea Msigwa. Mimi shughuli zangu ni uchimbaji na ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM. E... kuelekea uchaguzi mkuu, mimi binafsi kwa kuwa nina watu wengi ambao wako nyuma yangu ambao nimewaajiri, ningependa tu kuwasii, tudumishe amani. Siku ya tarehe ishirini na tisa tujitokeze, ndo tukapige kura. Baada ya hapo turudi nyumbani, tusubiri matokeo na baada ya hapo tuangalie maisha yanaendelea. Msigwa akizungumza na chombo hiki cha habari amesema kulingana na jitihada kubwa ambazo zimefanywa na Dokta Samia Suluhu Hassani kwenye sekta ya madini, ametoa wito kwa wachimbaji wote. Wachimbaji wenzangu, mama amefanya mambo makubwa sana tokea pale alipochukua kijiti kutoka kwa, kwa mwenda zake marehemu Magufuli ameiongoza nchi vizuri sana na kwa sisi wachimbaji kwa kweli ametupa uhuru wa kufanya shughuli zetu. Sasa kama leo tunaanza kuhamasishana tuharibu huu uhuru aliotupatia mama, tunatafuta nini tena kingine? Ndugu zanguni, tunaomba tumpigie tu kula mama yetu aendeleze pale alipoishia, kwenda mitano tena mingine. Naamini tunakoelekea huko mbele, mama ana mtazamo mkubwa sana kwa sisi wachimbaji. Mimi naomba wachimbaji tuachane, kwa sababu kwanza, sisi wachimbaji ni kwamba siju tunapungukiwa nini? Leseni tunapata, tunafanya shughuli zetu kwa uhuru, masoko yapo, hakuna kilichobadilika toka baada ya mheshimiwa kuondoka. Alituachia masoko na mama ameendeleza zaidi na zaidi, tunataka nini kingine tena? Kwa hiyo mi nafikiri, ndugu zangu wachimbaji, tuwe happy, na mama yetu. Kuna wengine ambao wanahamasisha, pengine kuna maslahi fulani wanayatafuta wao, ambayo sisi wengine pengine tu, tu, hatuoni, tu, kama tutafaidika nayo. Kwa sisi wachimbaji, naombeni tusio kwenye hilo grupu la kuharibu chimbo letu. Amewataka wananchi kuendelea kudumisha amani, tusihamasishane kufanya vurugu ambayo itapoteza amani yetu. Mwisho siku amani wa ikiharibika, ki hakuna kitakachoendelea. Kwa hiyo nawasihi wa wananchi wa Tanzania, pengine tusihamasishane kufanya hizo vurugu kama kuna sehemu pana mapungufu, uchaguzi upite, tukae chini tuangalie tunarekebisha nini. Mimi nafikiri ni chakwa nzuri zaidi kuliko ni hichi tunachotaka kuharibu, kwa sababu tunachotaka kufanya ni kuharibu. Kujenga ni gharama, lakini kubomoa kitu rahisi sana, na baada ya kubomoa, matokeo yake yatatugharimu. Tumeona wenzetu wa Kenya, kila wakati wanakuwa wanaiharibu nchi, lakini sidhani kama kuna kitu kinabadilika kina zaidi. Pengine wangetumia njia nyingine ya mazungumzo, kukaa chini ingeleta maana zaidi kulikoni hicho ambacho wanakifikiria na naamini na, walio majirani zetu wanaona wivu kwa maisha tunayoishi kwa hiyo wanatamani tuvuruge na sisi nchi yetu. Mimi naamini uchaguzi ukipita kwa amani, kama kuna mazungumzo tutakaa tuzungumze, lakini sio hiki ambacho kinaendelea kwenye mitandao, kila ukifungua watu wanahamishana, tuandamane, tuchoma vituo vya mafuta, sio kitu kizuri kwa nchi yetu Tanzania. Mimi nawasihi, ninao vijana wengi, nimekuwa na kanao kwa muda mwingi, kwa jamani. Sasa hivi tuna uhuru, tunafanya kazi, ukifika tarehe 30 tunalipa na mishahara. Lakini wa, wa, hicho wanachokisema tukinukisha, hicho kikishanuka, hakuna tarehe 30 ya mishahara, kila mtu atakimbia huko anakoenda. Kwa hiyo tutaharibu sana. Kwa hiyo tunawasihi ndugu zangu wa Tanzania tufanye uchaguzi, kama kuna madugudugu, ukipita uchaguzi tukae tumaze changamoto ambazo tunaziona zipo.